Eh, eh, hata ndiyo natoka job saa hii. Eh, si tushalipwa eh, si ndiyo? Nataka ningekejani halafu tupate sherehe, tupate sherehe. Aa, situpatane huko basi. Nakuaje piga mbwe kwenye mzee. Mkubie siko best. Nacheki tu nikutulia. Alafu unataka na mahali umetoka kuna form. Ah, si unajua mambo yangu mzee, lazima ziji lazima zijipe mzee. Sifa mimi nakula ni betfalme dot ke ke ini betting platform ni genje mm. ni si ati na ka genje ni genje nigenje mm -hmm. Manipata ini betting platform unachezana slow ten shillings na pia kuna games kwa vieta na jotex nanipata mm. na withdraw na deposit ni instant unanipata mm. kabisa mzee. Kwa hivyo mguze, mguze Betfall, hiyo ndio form sahihi ya mtaani manipata. Wacha mimi nizidi marima tachekeana, sindio? manisa mm. ipe zmzh umekucha marima yako ni yani rars marima nauliza marima yako ni wapi marima marima marima yangu ni kianda lana ya no ona, ona, ukweli wa Mungu, ona ukweli wa Mungu, mimi si mkora. Nilikuwa nafanya hivyo ndo nipite pale, msiniibia.